Yeah, kimsingi sisi kama TLS uh, kwanza tunaanza kwa kumpongeza. Tumeliona tangazo la kuteuliwa kwake kwao, tunampongeza eh, mheshimiwa Masaju George kwa uteuzi huo na kwa nafasi hiyo muhimu na kipekee. Tunamtakia kila laheri katika utendaji wake. Honestly eh, ni kwamba ana sifa na sifa za kikatiba kwenye nafasi aliyoteuliwa. Ana uzoefu wa sehemu zote mbili. Ana uzoefu kama wakili mahakamani, lakini vilevile vile, ana uzoefu kama jaji, lakini vilevile vile, ana uzoefu kama mtendaji kwa sababu amewahi kuwa mshauri wa rais ikulu. Kwayo ni mtu ambaye ana uzoefu wa maeneo yote matatu ambaye ninaamini kwamba kwa kuanzia hapo alipoishia Profesa Juma, e, Mheshimiwa Masaju atachukua yale yote positive, kwa sababu upande wa Juma, moja ya mambo Profesa Juma mambo makubwa yaliyofanyika ni ule uende uboreshaji wa miundombinu pamoja na masuala ya teknolojia kwa mahakama zetu. Naamini kwamba kuteuliwa kwa mheshimiwa Masaju katika nafasi hiyo, atakwenda kuanzia sasa pale kwenye kuboresha sasa, kwenye matokeo uh, haya ya haya maendeleo ya miundombinu mbinu na kiteknolojia, kuhakikisha kwamba maamuzi na aina ya maamuzi yanayotoka mahakamani yanakuwa ni yale maamuzi yanayojenga integrity na haiba nzima ya mahakama na hususan eh, masuala muhimu ya kesi ambazo jamhuri inahusika ambazo wengi na wadau wengi wamekuwa wakiwa na hofu kidogo, kuhisi kwamba eh, labda kuna changamoto kwa namna haki zinavyotolewa. Kwa hiyo hilo ni eneo ambalo mahakama yetu tutakiwa ifanye kwa sababu mahakama, eh, ule utukufu na uhuru wa kimahakama ni jambo nyeti mno na muhimu katika swala la kiuchumi, hasa katika timely e, katika kutatua migogoro kwa wakati. Lakini jambo la pili ambalo mimi naliona e, kwa Masaju kwamba e, ni, ni ni fursa pana e, yetu sisi kama TLS e, kumwahidi kwamba tutaendelea kushirikiana na mahakama kama ambavyo tumekuwa tukishirikiana na mtangulizi wake, lakini vile vile ni wito wangu wa kipekee kwamba moja ya kazi kubwa anayotakiwa kufanya ni kupitia na kuona namna ambavyo mahakama itafanya marekebisho makubwa mno katika maamuzi. Kuna zaidi ya maamuzi mia mbili yako mahakamani ambayo kwa kweli ni vurugu. It's chaotic, yani maamuzi yanagongana, yanakizana, hakuna ile mambo ya stare decisis katika mifumo yetu ya kimaamuzi. Inaonekana kila mtu anaamua anavyotaka, kila paneli inaamua inavyoona, jambo ambalo linawageuza mawakili kuwa kama wapiga ramli wanapofika mahakamani. You cannot effectively eh, umwadvise mteja kuexpect ni jambo gani atakutana nalo. Kwayo ni eneo ambalo ninatarajia Mheshimiwa Jaji eh, Masaju eh, ataanza nalo kuona namna bora ya kufanya, lakini vile vile, eh, swala la mahusiano na mahakama zingine, kwa mfano Mahakama ya Afrika ya Haki na Watu eh, ni jambo jema kwamba eh, kwa kutumia uzoefu wake vivyo waone ni na namna gani eh, Tanzania eh, tutaweza kurejea kwenye mahakama kama zile kuona namna bora ya, ku, ya kufanya. Lakini eh, lingine ni ku, tunatarajia vile vile tuone eh, namna gani ambavyo atakwenda ku enhance mahusiano na mashirikiano na wadau wa mahakama kama mawakili eh, mahakimu eh, mawakili wa serikali ili kuona kila mmoja anajiona kwamba anaheshimika na nafasi yake inazingatiwa ina na fursa na staha zake anazipata ipasavyo, e, kuliko hapa nyuma kidogo e, saizi hali ilitengemaa, lakini nyuma kidogo kulikuwa na malalamiko ambavyo namna ambavyo mawakili wa private walikuwa wakitendewa. Lakini niseme kwa kweli, toka tuingie kwenye uongozi kumekuwa na mwimariko mzuri sana, tumekuwa na mashirikiano mazuri sana na kama kumekuwa na incidents, zimekuwa ni incidents chache sana, lakini ambazo zimekuwa zikishughulikiwa kwa pamoja kama timu kwa maslahi ya eh, tasnia yetu ya sheria. Kwa hiyo mimi, kimsingi kama TLS tunamkaribisha na tunamtakia kila laheri na tunamwahidi ushirikiano katika nafasi hiyo mpya ambayo ameteuliwa na atakuwa kuanza kuitumikia kuelekea uchaguzi mkuu. Na suala la kuelekea uchaguzi mkuu kipekee vile vile ni, m, e, ni muombe na kumshauri Mheshimiwa Jaji Mkuu aone umuhimu wa kukaa na kutafakari kwa nini mwaka 2020 hakuna mtu yoyote aliyetendewa kinyume cha sheria aliyekubali kuja mahakama okay, ukiondoa labda kesi moja ya kwangu na nyingine ambayo nao ilikumbana na technicalities za ajabu ajabu, jambo ambalo nikaona kwamba ni bora nisiendelee kabisa. Kwa hiyo tunachojaribu kuona ni kwamba mahakama ione na ijirekebishe ili tuliseme kabisa, kwenye swala la uchaguzi, mahakama ijirekebishe na ione umuhimu wa kusikiliza malalamiko ya ushauri ya ya, ya, ya mashauri ya uchaguzi nje ya mambo ya kiufundi kwa kweli, kwa sababu eh, ni eneo muhimu na nyeti sana katika utawala wa sheria eh, kuwa na malalamiko makubwa kwa chaguzi zote hizi kama wa serikali uchaguzi mdogo wa serikali, serikali za mitaa pamoja na uchaguzi mkuu, lakini unaona hakuna mtu anaenda mahakamani au watu wanaoenda mahakamani hawaendi kwa kiasi cha kutosha. Ni jambo ambalo sio la kujivunia na mahakama linatakiwa litafakari